Ingereza tunasema waingereza. So nataka tumalize maji haya. Mwana, baraka zote baba mbinguni tunasema ni asante kwa mwanao Yesu Kristo Bwana katika wakati wake aliona kwamba maji yatakuwa ni sehemu ya baraka kwa ajili ya kazi njema. Yesu akaja akaita maji ya uzima. Mwana, majihaya, mwita, kwa maji haya wakati mwetu tutumia kwa ajili ya kazi mbalimbali katika maisha ya wanadamu. Walowan maji haya natakasa mwanadamu hii na yanatakasa maisha ya roho ya maji haya sasa Bwana, pia nataka tuyawoshe dhambi ambayo anionekana katika kazi ya kanisa hili ii, kwa namna moja na nyingine oh, apata kukisii kwa maji haya tasomeza kwake abarikiwe nakaturiena kutangaza kanisa hili. Sasa bariki maji haya pengine na Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, amina.